nikaweze kuwapitisha. Kwa hivyo Nika... nataka kumshukuru Mungu moja, pigia makofu mazuri saa sita unusu ambavyo ameniomba. Ninajua kwamba ako na sababu, mbona nafanya hivyo? Wangapi walikuwa kwa mkutano wa saa yangu wa maombi? So kwa wale ambao walikuwa huko, tutakuwa naomba, utege sikio lako vizuri na, sikio na, na tuende

mwisho haya makanisa yote yapo include na sijui chenye kilitendeka, na hiyo ripoti ikafika kwa skofu askofu, kwa askofu ongea, aliuliza hivi a

kanisa ambalo lina afya. Nikiongelea kuhusu kanisa ambalo lina afya, nikisema kanisa, siongelei jengo, sawa so? sawa so. siongelei viti, sawa so. Nikiongelea kanisa, ninaongelea wewe. Sema, mimi ndio kanisa kanisa. Mimi ndio kanisa. Kwa hivyo ninapoongelea kanisa, nataka kuongelea wewe ambao uko mahali hapa na ujielewe.

Yeah. Sasa nianze kwenda kwa mipenge. Muda usipo ukiisha poso tutaweza kuimaliza siku nyingine. Sina haraka. Bwana Yesu asifiwe. Amen.